Akaja kwenye kogele ilikuwa hali, alisema sisi binafsi, sitaki kulisemea jeshi la polisi, lakini nimesikiliza ile ripoti, nilitegemea kati tunazika leo na watumiwa wako jela. Naheshimu wanalinda usalama wetu na raia, lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema, uko wapi? tumlete MC Pilipili, anzeni na yule okunaatamato siku moja lakini niseme Pilipili ametukulisha leo hapa. Kila mtu amepitia maisha ambayo msipilipili amepitia. Kila mtu inaonekana alimsaidia msipilipili mpaka alipofika, uh, kwa aliyoyafanya. Lakini nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza